Kabla hatujaanza simulizi hii kali, bonyeza subscribe, like na comment hapa chini. Kila support yako inatusukuma kuendelea kukuletea hadithi kali kama hii. Asanteni sana. Sehemu ya moja: maisha ya tabu ya mfalme sokwe porini. Katika misitu mirefu iliyojaa ukungu mzito wa asubuhi, ndipo alipozaliwa sokwe aliyekuwa tofauti na wote, sokwe ajabu ambaye baadaye angekuja kuitwa Mfalme Sokwe wa Ajabu. Lakini kabla hajawa mfalme, i maisha yake yalikuwa ni mateso, njaa, hofu na upweke. Huyu sokwe tangu akiwa mdogo aliishi kwenye sehemu ya msitu iliyoitwa Korongo la Kivulini, eneo hatari lililojulikana kwa wakazi wake wakali, chui, mbweha, ndege wa windaji na hata wanyama wa kwepa tabia. Maisha ya tabu. Siku zake zilianza kwa mapambano. Mara nyingi aliamka akiwa na njaa, akitembea kwenye matawi yenye matope na manyunyu ya mvua, akitafuta matunda yaliyofichika juu kabisa ya miti mirefu. Lakini kila mara alipofika juu, ndege wakubwa wa mwitu, tandala wa anga, walimfukuza wakipiga kelele kali, wakimlazimisha kurudi chini mikono mitupu. Wanyama wengine walimchukia kwa sababu alikuwa tofauti. Macho yake yalikuwa makubwa kuliko ya sokwe wengine, ngozi yake ilimeta kwa rangi ya kahawia iliyochanganyika na mistari mepesi ya dhahabu. Wanyama wengi walimwona kama kisirani, hakuna aliyemtaka kwenye makundi yao. Alipokwenda kwenye chemchemi ya kunywa maji, mbweha watatu walimkimbiza wakimtishia. Alipokula matunda yaliyodondoka, ngedere walikuja na kumvamia wakimnyang'anya chakula. Usiku wa hofu Usiku ulikuwa wabaya zaidi. Sauti za chui wanaotembea taratibu, uvumi wa nyoka wakubwa wakijiviringisha kwenye majani na milio ya upepo ikigonga matawi ilimfanya sokwe wa ajabu kuishi kwa woga wa kila dakika. Alilala juu ya mti mdogo akijificha, akijipinda kama mtoto mchanga, lakini hata huko viboko wa usiku walikuwa wakipita chini wakitikisa ardhi. Upweke ulimuumiza zaidi. Hakukuwa na mama, hakukuwa na kundi hakukuwa na rafiki hata mmoja lakini, ndani ya moyo wake mdogo